Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kullu ummati muafa illa almujahirin, kwamba ummati wangu wote ni wenye kusamehewa isipokuwa wale wenye kutangaza kudhihirisha madhambi yao. Sasa hadithi inaashiria kwamba kila anayefanya dhambi kwa siri anayo nafasi ya kusamehewa, sawa, isipokuwa wale wenye kudhihirisha na kutangaza madhambi hayo. Sasa nyinyi mnataka shekhe atoke aseme kwamba bana, nimefanya kosa fulani na kadha na kadha wengine. Umezidisha ujahili kabisa na zidi katika ujahili, akiwemo Bacho anazungumza hivyo, na wanaofuata kama huyu Siafu wanakuambia picha alikuwa anamtumia nani? Ala, sasa hili swala la picha, kwamba yeye aje aseme eti, mtu anangangania kabisa akakaa kwenye kikao cha ilmu na yeye anaitwa shekhe, watu wanamuita shekhe, eti analeta hoja hii, aseme picha alikuwa anamtumia nani? Billahi alaikum, hii ni hoja ya kiilmu kweli hii? Kwamba sasa mtu aje aseme kwamba picha ile nilikuwa namtumia mtu fulani alafu, yani hii ndio mnaiweka katika kipengele ki, ki, ki, gani cha ilmu? Alafu eti inatumika kanuni ile, kanuni gani ile ambayo alikuwa akihitaja bacho katika yale mazungumzo yake nasemaje ile kanuni tumetaja taja sana katika mazungumzo yaliyopita, inasema, uh, la yajuzu takhiru lbayani an wakti lhaja, eti la yajuzu takhiru lbayani an wakti lhaja. Kwa hiyo inabidi aje aseme, ah, basi ndo namna hii jamani, kaida hii ndo inaingia hapa. Sasa ubainifu huu kichelewa ni haja gani? Yani maana yake hapa iliyopo kwamba watu wasipojua wasipojua kwamba anayetumiwa picha ni nani, kwamba wao kwao kuna kuna kuna ugumu wa kutekeleza ibada fulani au jambo fulani, eti kisa hawajui picha ile nakwenda kwa nani. Kwa hiyo kuna haja hapa, kwa la yajuzu taakhiru albayani an waqti alhaja. Ndio hivi, si ujahili jamani? Yeye alitumia kisa Alieleza tukio la mwanamke ambaye alizini akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuuliza kwamba dhambi hii ulifanya na nani? Hiyo dhambi sio nafanya watu wawili, kama itakuwa wawili na ziada, basi tena hiyo ni zaidi, lakini kikawaida dhambi hiyo inafanywa na watu wawili. Mbona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakumuuliza kwamba ni nani umefanya naye? Sasa hili swala kwamba umemtumia nani Yaani wenyewe tafu wanaona ni hoja yani bonge la hoja. Ah, lakini jambo ni kinyume chake bila aks ni, ni bonge la ujahili. Kwa mtu anayefahamu na yejielewa anaona hili ni bonge la ujahili. Wenyewe wanaona ndio nukta ya kumkamata kumdhalilisha mtu. Kumbe ni kujidhalilisha wenyewe kuonekana kwamba ninyi mna nuksani katika elimu. Sasa hii ni hoja kielimu kwa upande upi? Katika kipengele kipi? Cha mambo ya kielimu nukta hii ndio inaingia kwenye kipengele kipi? Kama sio ujahili na mkito majahili, mnakasirika, mnatafuta namna namna na nini za kuonyesha kwamba nyinyi sio majahili. Sasa si ndio hivi, mnaonyesha ujahili. Yaani mtu unakaa kabisa, hata hajasema alikuwa anaituma wapi? Ah, kullu ummati muafa illa almujahirin, katika athar ambayo amepokea Imam, uh, uh, Malik rahmatullahi alaihi katika al-Muwatta anasema inna al-akhara zina, kwamba kuna bwana mmoja alizini alifanya zina. faqala lahu Abu Bakr, huyu bwana alienda kwa Abu Bakr akamweleza kwamba bwana, mimi nimefanya kosa hili. Abu Bakr radhiallahu anhu akamweleza huyu bwana akamjibu, ak au akamuuliza, hal dhakarta hadha li ahadin ghairi, je, jambo lako hili la kufanya eh, dhambi hii umemsimulia mtu mwingine, umetaja jambo hili kwa mtu mwingine asiyekuwa mimi? Faqala la yule mtu akasema, hapana. Yaani maana yake ndio wewe ndio nakusimulia wa kwanza. Faqala lahu Abubakar, Abubakar radiallahu anhu akamjibu yule bwana eh, akamwambia, fatub ila Allah, tubu kwa Allah, sawa, wastatir bi sitrillah na jisitiri kwa sitara jihifadhi, yani tulizana, yani usizungumze dhambi yako, sawa. Jihifadhi kwa hifadhi aliyoku, aliyokupa Allah. Allah amekuhifadhi, hajaidhihirisha, hajakuumbua. Basi wewe hifadhi, usisimulie kwa watu, usieleze jambo hili kama ulivyokuja kueleza hapa. Tubia kwa Allah Abu Bakar, uh, radhiallahu anhu wala hakusema kwamba kwa mujibu sasa, kwa ma, uh, au maadamu ushakuja kunieleza mimi, kwa hiyo tayari jambo hili ushalidhihirisha, kwa hiyo tubia sasa mbele ya kadam nas, kama wanavyosema Waswahili, mbele ya kadam nas tubia kat, kwa public, mbele za watu, na utuambie umefanya na nani jambo hilo, kama wanavyosema hawa, ulikuwa unamtumia nani? Ndio mfano wake hapa. Abu Bakar radhiallahu anhu wala kuuliza umefanya na nani nenda kamwambie pia naye atubie mje mtubie mbele za watu. Ujahili mna utoa wapi nyinyi? uujahili mnautoa wapi? kwa akamwambia Abubakar radhiallahu anhu, akamwambia fatub fat, ila llah, tubia kwa Allah wastatir bi sitrillah, fa inna allah yaqbalu tawbata an ibadihi, isitiri kwa sitara ya Allah jalla wa ala. Tubia kwa Allah na jisitiri kwa sitara ya Allah usi, usizungumze madhambi yako kwa watu, kwa sababu Allah, hakika Allah jalla wa ala anakubali tauba kwa waja wake. Sisi tunaelewana hapo? Ndio majibu walikuwa wakiyatoa eh, watu watukufu kama hawa. Sasa hawa wanalao jambo kama wanavyosema Waswahili, wanaona kama hiyo ni nukta ya kutaka kumdhalilisha, kumdhalilisha mtu fulani kwenyewe, wanaona ndo kama mahala pa kushika hapo nukta, au fursa ya dhahabu imekuja, kwa hiyo wameikamata, lakini kumbe ni kudhihirisha ujahili wao. Kisha bwana Siafu akaingia kwenye nukta nyingine na kubwatuka ya kwamba anaashiria kwamba mtu akikataza akikataza jambo afu akilifanya ndio unafiki yani, huo ndio unafiki huo, makataza jambo afu ukaonekana unalifanya basi huo ndo unafiki huo, kwamba aje sasa mbele za watu aseme kwamba huu ni unafiki wangu tu ah. Kasi Mafuta ikiwa alipiga picha, jawabu mbili tu ndo hivyo hivyo, ima hilo jambo linafaa au halifai lakini unafiki wake tu na ufasiki na ufisadi ndo umemjaa, ndo kalipiga picha. Kwa hiyo kasi mafuta alikuwa ajiasema hivi kupiga picha bana haifai, isipokuwa unafiki wangu tu ndo umelipelekesha kukataza vitu ambavyo mimi navifanya, ile ni sifa yangu tu ya unafiki. Kasi mafuta alikuwa sema hivyo, tungekuwa tushamalizana. Yani ndo maana nikasema na viashiria vya Khawarij, yani sababu Khawarij ndio wenye tabia hii. Jambo kidogo, tayari wewe shatiwa katika fisqi au shatiwa katika nifaq au shatiwa katika ukafiri kabisa. Sasa ndio huyo maslaki anakwenda nayo sasa. Mtu akifanya jambo ambalo alikuwa mwanzo analika, anasema ni haramu, akilifanya tayari alishakuwa mnafiki. Aweka basi dalili hapa, mwaga dalili tuzione, kweka dalili basi, jambo lishakuwa lina lina lina lina lina lina lina lina lina lina onekana ni mpiga kelele tu mwenye mdomo mchafu. Takiwa ueleze kwa, kwa huja na Ibrahim. Maneno mengi yaliyofuata baada ya hapo ni kubwatuka tu eh, ni kubwatuka tu na sisi hatuangalii tu, hayo maneno machafu wala hatuyapatilizi maneno hayo. Akazungumza maneno mengi kwamba kama vile anaashiria mtu akifanya jambo ambalo mwanzo alikuwa analikataza ana, ana basi ndio unafiki ufisadi na maneno mengi ya, ya, ya, ya. s yani, hapo hakuna nukta za muhimu ni mdomo mchafu tu hapo ndio uliotumika. Kisha kazungumzia swala la kufadhilishwa, kasema kwamba Shekhe Kasim kafadhilishwa wapi? sijui sijui. ndio ushirikina sio? ndio uchawi kusema hivyo endi tu kusema hivyo ndio uchawi, ndio ushirikina, ah, wewe una ushahidi gani ya kwamba Kasimu mafuta amefadhilishwa? Si ndo uchawi sasa? Unaanza kuongea shirki hapa. Kasimu mafuta kafadhilishwa kupitia kitabu kipi? Kwa dalili gani? Kwa jambo gani? Kwa heshima gani na utukufu gani aliyokuwa nao Kasimu mafuta ya kwamba eti afadhilishwe? Basi wangefadhilishwa wengi. Basi kaa unasema hivyo, washafadhilishwa wengi. Yaani huyu hana hata mpangilio wa maneno yake ajulikane anazungumza nini. Basi mtu anabwatuka, lakini watu wanamuunga mkono bwana hivi. <laughs> ni vituko kwelikweli. Huyu unaona sio hata kujibiwa tena. Huyu nasaha hizi, inshaallah zinakuwa ni za mwisho. Akiropokaropoka kama hivi, ni kwa kumwacha tu, wala sio mtu wa kuendelea naye. Yeye mwenyewe anaona pengine hizi ndio fursa za, fursa za kuendelea kukuza chaneli yake mm. sababu akiwa ya anazungumzia sana kwa upande wa Sheikh Kasim, anaona ndo anapata wafuasi ye wa kutazamwa wa kutazama chaneli yake unless labda awe anaweka nukta za kielimu katika kitabu fulani, kaweka aya fulani, maelezo fulani ya kielimu, hapo sawa, tutamtazama inshaallah. Lakini porojo kama hizi na kubwatuka kama hivyo, tunamwacha nazo wenyewe, wala hatuna haja ya kumjibu tena, wa illa aweke nukta za kielimu katika kitabu fulani, aya fulani, hadithi fulani, maelezo fulani ya wanachuoni, hapo sawa. Kinyume na hapo tunamwachia mwenyewe bwabwaja zake.